To me there's nothing like kazi haipatikani. Ni kujituma, kazi iko, mradi tu wewe mwenyewe ujitume na you accept, na kwanza kabisa ujue wewe mwenyewe unataka nini. Anything you do with passion huwa ina flourish, si kama yenye unaambiwa tifanya hii ama fanya hii, unachaguliwa. Kitu yenye una choose mwenyewe I believe it comes out passionately so itamuu yenyewe so hakuna kitu kama kazi. Hakuna kazi, ni mingi sana, kazi ni mingi. Kwa nini? Kwa sababu like, like right now kuna watu wametoka sehemu za Kongo wanauza kahawa huku, na hawajakuja na maji kutoka Kongo, wajakuja na sukari kutoka huko. Hizi vitu zote ziko huku na, they do work, wanauza sana. Kuna wenye wametoka i think kama ni wakahawa wamekuja wanafanya biashara huko, ila tu ambaye ni mzembe anasema hakuna kazi, kwa sababu yeye mwenyewe anataka atafutiwe kenye yeye anataka kufanya. Anaskia mtu anasema mimi nimesoma nataka kazi hii, anakuwa chuzi huku sokoni. Tuko na watu wengi sana wamesoma. Nimekuambia hata mimi nilikuwa very bright even my parents were very disappointed with me kuto kukubali ku, kuendeleza masomo. So tuko na watu very bright, watu educated but they've chosen like me siwezi sema kuna kazi nyingine naweza taka kufanya ati bora kuliko hii. Lakini si ati sina side hustles na nikisema side hustle nasema side hustles zile halali you see? Juu uwezi kukaa tu kwa pahali pamoja, lazima upanue mawazo yako. Kwanza kwa wakati huu tunaishi hizi nyakati, huwezi kama minds zako tu pahali pamoja hmm. So ni mtu tu ajitume, ajua anataka kufanya nini, na hapo pengine God atakubless and then kitu inaitagwa um, transparent, transparency kwa life na kwa business. It matters a lot. Mimi nimeona ikinipeleka far. Transparency. That's all. Unaona mizigo mingi ninauza, kuna hata some people I've never met personally na huwa ninauza bidhaa zao, tujai meet hata, wanatumana unapata mtu amekuja, haimasi mambo, nimetumwa kwako. na nani metumwa na mkulima fulani, anataka uuze nyanya zake. Like how amesikia sifa zako hivyo tu na pia e zinakuja na sijai meet na si meet, hata hajai ni meet but ninauza bidhaa, nina bank pesa, ninamtumia goods received note zake transparency in everything, nitaweza kupeleka fa na itako, itakukonnectia bridges. Kuna sometimes back, in fact, nilikuwa admitted in hospital na kuna customer mmoja na ni customer, alikuwa customer sana na alikuwa natundia mizigo so wakati alinicall nilimwambia niko admitted hosi, lakini niko na mzigo kwa soko, nimemwaga mzigo. Kaniambia anataka two crates okay, by then tulikuwa tunauza at 25 so nilipiga simu from my hospital bed nikapeana instructions awekewe, awekewe mzigo. In fact huyo jamaa alinyang'anya pesa nikaml nikaml na anajua mzigo ni ya customer, ni ya mkudima na unajua with this work hakuna pale utaambia customer mm -mm. In fact what we do ukimaliza huuza mzigo wake like it is 120 crates ama 100 crates, you write a goods received note ya 100 crates, unatoa expenses, the rest unatuma. Hakuna pali una note ati elfu kumi ziko na Dennis, elfu ishirini ziko wapi hiyo, mm -mm. Ni pande yako kwa sababu haja kuambia upeane then for one so. Jamani, nilijaribu kumfikia nisha nyanganywa nyanganywa pesa, lakini that one ilinipain sana from my hospital bed, na alikuwa anajua vizuri sana. Nikampigia nikampigia nikamtext akakata, so hata I don't think akona peace na ni mwanaume kwenye hapo, sidhani. Hmm. Some people wanawapatia stories yangu penye nimeanza huwa wana hey, wanakata a wananiambia masia pana. Ulianza kutandika chini ya yeah. Napenda sana kumotivate watu wengi sana huko. Wengi hata wale nauzia mzigo. Even one crate, kuna wale wanagawa, nawaambia mimi I started from here. And they are like, ah, seriously, nawaambia ya yeah, yeah, ee, mwanzo wako Haiwezi, unaweza anza vibaya lakini umalize vizuri, na hakuna kuanza vibaya in anything. In fact kwa whatever ume plan na ume plan for your future, nasema always the future is bright, so di, usi despise your humble beginning na watu wote unaona wako pale juu walianza chini, most of them kwanza wana biashara, most of them. Mi, I know many wenye walianza chini na wako mbali sana, bora tu utilie mkazo na ukuwe na kuaminika ndani yako, ukuwe na kuaminika bila hata kuchunguzwa na mtu ama kufuatiliwa na mtu. Uogope tu Mwenyezi Mungu, ati hii kazi nimekabidhiwa ama hii kazi ni yangu, like vile uwezi uza mzigo yako na ujiibe. Usiwaiiba kitu ya mtu, usifanye mambo ya giza giza, itakupeleka places, na usiwai kuogopa kuanza chini. Mimi nilianza na hiyo 300. Hmm. Nikaenda hata 400, sometimes 250 per crate, na sasa hizi nina handle sometimes ninauza kwa sales hata 600,000, 500,000 y yeah. <coughs> So mimi ninaambia tu mtu wote, pali yako ufikirie tu kenye unataka kufanya, something that you have passion with, usikuje kusubuuza nyanya kwa sababu masi anauza nyanya mm -mm. Wewe angalia tu unataka kufanya nini? Kuna watu wengi wamekuja some of my friends wenye so tuli school nao basi, nataka unionyeshe job na muonyesha, but kidogo tu ana disappear. Lazima ukuwe na passion na usifanye kitu mwingine anafanya kwa sababu anafanya because imewaka kwake. Kwanza establish, ujue ni nini unataka wewe mwenyewe, itoke tu ndani yako, ita flow that one I cannot lie, ita flow na nasema tu hakuna kazi mbaya hakuna kazi mbaya. Unaona kama vile uwezi amko useme ati unataka kukua donda na wewe si donda, haitawa. Uwezi sema unataka kuwa dereva na wewe si dereva. Hii uko ndani yako, simply because unaona kuna mtu anakona nganya poa, haiwezi but anything that is within you passionately, passionately it will take you places. Ah, I don't I don't hata nasema hai If given a chance ati vile mtu anasema aje? Ati mimi nikirudi huko nyuma ninaweza fanya hivi na hivi, ninaweza fanya tu vile nilifanya. Niambie, mas rudisha your youthful years back, unaweza fanya nini? Ninaweza fanya kenye ninafanya leo, I have no regrets, yeah. Na niko much humble. Much humble. Very much humble. And I thank God kwa kuniweka hiyo kitu ndani yangu, I really thank God nina semaga kama sio Mungu juu. Okay, na sijai kuwa shameful. Hata walimu wale wa high school nikiona, ninawasalimia very proudly. Maybe some of them were surprised that I see you in the market? Yes, I'm in the market. I feed you. Yes, and I'm very proud and very much humbled at the same time kwa sababu ninasikia this is the place I need to be. Mi ni mtu nina huruma sana na pia janipeleka pa pazuri sana . Like hapo awali nikikuambia vile nimenyaganywa ni huruma si kitu ingine. unapata mtu amekunyanganya na atarudi tena. Siju kama reasoning yangu ndio mbaya. Sometimes nasemaga okay, maybe God amentumi mtu nimsaidi, amenipe job na mi akuna kitu nimempe, labda wanaweza lala nja So napata nampatia roho safi, but I always tell them, ninawaambiaga wakati umeninyang'anya, umeaibisha hata Mwenyezi Mungu kwa sababu alikupatia kibali kwangu. Ulikuja sorry, ulikuja bila pesa, God amekupea kibali, ukakubalika, nikakupatia mzigo, umeenda umeuza. Hujui mzigo nimeletewa na mkulima, anataka pesa, mimi nataka changu kidogo hapo. Kuna mkulima, alafu na wewe hapo tu upate chako and then ume choose tu kukuda ya mkulima yangu ya na yote umechukua, unaibisha Mwenyezi Mungu. Na sikule Mwenyezi Mungu atakunyang'anya kibadi, utaenda hata na pesa pahadi na utanyimwa mzigo, utakuwa na watu wanasema tu niuzie, unauziwa. So, ninawaambia wakue very careful. kuna time when I got my second born child nawe hauzii we, life ilikuwa tough really struggle, nilikuwa like. Nili najiuliza kama Ninaweza pata a 500 shilling note ambao ni yangu na si ya mtu. Alafu by then hata nilikuwa nasema isikue 100 ama 50 note imeshikana ya 500 denye inaita ni yangu. Nilikuwa nasema ninaweza iangalia niangalie tena. Life ilikuwa ngumu na nilikuwa nimepata mtu hii niko kwa hiyo period denye tunaita ya mshire. Nitakuwa ni postpartum, uh, yeah, depression. Life ilikuwa ngumu sana na corona pia challenges. But I thank God. I thank God because now God amenibless hadi ni neza bless watu wengine, na hiyo ina ni mekini na feel. Okay, personally mimi mtu aezi niambia kona shida na niko na nikona a poz, a, a position ya kumsaidia, siwezi kosa kumsaidia because I've been there, siwezi kosa kumsaidia because I've been there. Nimelala njaa mimi, kuna wakati nililala njaa na nilikuwa na mtu mdogo, was struggling But I thank God. Kuna wakati hata tulikuwa tunakutwa hata na landlord. Eh? Anabisha menyamaza eh? But I thank God. Because this fun, yeah. This fun, yeah. Nilijenga, tulijenga, tulijenga by God's grace, that is, tulijenga because si, ati ni hii kazi. Si kazi ya tunaweza sema aje ati your effort. I mean, si effort. Success, not, not my effort but purely on God's grace, purely on God's grace. Kuna watu maybe tulianza nao biashara na wajafika this far, but I believe wako nyuma wanakuja kwa sababu hata mimi kuna watu wako mbele yangu, because sija make stop bado. I'm still moving. Ninaambia mtu aje keep moving hata wakati unaona mambo ni tough, even if it means crawling Tambaa tambaa, lakini usisimame, na cha muhimu keep your hope in God. Mi hey, mimi mimi naweza give testimonies mimi have seen God working wonders, kwanza especially nasema na maisha yangu sana because uh, siko nafikiria at one time ati nitakuwa natoka kwangu ati maybe nitakuwa na Uh, but I thank God and then my parents wamekuwa very supportive they are very supportive na ni hard work and I think pia wamenimentor in a way because hata my mom at her age 64 she she still still working still working and in fact hata anatubondesha my mom yes saizi hakuna mtu ako home but anafanya job you can imagine analima anafanya biashara akikuja hapa kutembea anaweza kuja hapa tuongee ongea, nipatie elfu mbili elfu tatu. That's my mom, mm. So pia nina ninasikia tu vizuri pia mimi nikifeel, because I believe nimefit kwa shoes zake perfectly.